Pasi nzuri ya jana wa unaona jinsi ambavyo uh, dakika arobaini na tano tukiwangalia kwa timu zote mbili game kama ilikuwa imebalance, lakini kwa goli hili jitihada binafsi tunaanza kumsifia, alitoa pasi ya mwisho au aliofunga Rashid, aliyefunga aliyefunga Mukwala, ya kwa sababu mm. ukiangalia uh, alichokifanya ni mbali kwamba ye ni ana jicho la kistrika kwa maana ya jicho lile la ushambuliaji alikuwa na hiyo nafasi lakini jicho la ziada lilimtazama golkipa ambaye alishatoka kwenye position yake, na akaangalia, alikuwa ni 50-50 kati ya yeye na Frank. So alichoangalia ni ku kwenda off position mm, uh, alafu then aangalie nafasi nzuri zaidi ya kuset na kupeleka mpira ulipo. Ilikuwa ni mechi fulani very classic mm, uh, tulishuhudia madaraja mawili ambayo yalikuwa yanafanana kwenye kila kitu ubora wa wachezaji, uh, kasi ya mchezo, uh, ubunifu, mbinu, uh, utayari, uh, ni kama vile ukuona uchovu ndani ya miili ya wa wachezaji wa Simba ambao mm. walicheza uh, fainali ya, ya, ya, ya kombe la shirikisho siyo? Mm. So ilikuwa ni mechi fulani ya hadhi sana. Mechi ambayo kusema kweli, kwa mpenzi wa mpira, ninaamini alikuwa na enjoy kwenye kile ambacho walitupa, wali ile radha mm. uh, bahati mbaya sana mm. Singida kaa amepoteza mchezo kwa goli moja kwa sifuri. Sifa kubwa zimwendee Mukwala kwenye kile ambacho alikifanya, ile speed, namna ambavyo uh, alijaribu kwenda kutambuka kwenye eneo ambalo uh, liliwapa wakati mgumu mm. uh, kati ya beki na, na golkipa. Lakini unaweza kutoa lawama kiasi mm. kwa golkipa mm. kwenye namna ambavyo alijaribu kutafsiri mm. yes. Lakini huwezi kujua naye alifikiri nini kwa nyakati zile kwa sababu kitu ambacho labda pengine aliamini tayari alishaona mabeki ma, ma, wake wawili wako the same yeah, alafu anamuona Mukwala anapita, ana, ana, ana, ana, ana, katikati akajua, tch, nikienda kuwahi naweza kaa mi ndo mtu wa kwanza kuucheza huu mpira, lakini, lakini hesabu zake nafikiri hazikuwa sawasawa hazi